Makao makuu ya wilaya, lakini kuna kingine cha Ligela kiko kilomita 110. Je, serikali iko tayari kutuletea magari hayo ya kituo cha afya vilivyo mbali kabisa na makao makuu ya wilaya. Swali la pili, kwa kuwa tuna usi, eh, kata za kimkakati na mabengo, kata ya Mgombasi na kata ya Mchomoro nazo vina uhitaji wa vituo vya afya. Na Mheshimiwa Rais alipopita tarehe saba mwezi wa tisa Namtumbo wananchi wa Mchomoro walimwomba hicho kituo cha afya eneo hilo. Na serikali kupitia Waziri wa TAMISEMI alikubali. Je, ni lini watawaletea fedha hizo kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya Mchomoro? Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika nimwakisie Mheshimiwa Mbunge kama ambavyo serikali imepeleka magari ya wagonjwa mawili katika mashauri ya wilaya ya Namtumbo, tunatambua pia uhitaji wa magari hayo katika kituo cha afya cha magazini na Lusewa. Naomba nikuhakikishie tu mheshimiwa mbunge, safari ni hatua, tunakwenda kwa awamu. Tumepeleka magari mawili mapya ndani ya miaka miwili, lakini tutahakikisha pia tutakapotenga bajeti nyingine kwa ajili ya magari ya wagonjwa tutatoa kipaumbele kwenye vituo hivi vya afya ambavyo viko mbali sana kutoka hospitali ya halmashauri. Jambo la pili mheshimiwa naibu spika, maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni kipaumbele namba moja kwenye utekelezaji wa bajeti zetu, na tunafahamu kwamba ni maelekezo yake kwamba tupeleke kituo cha afya Kata Mchomoro, na nikuhakikishie tayari tumeingiza kwenye mpango wa bajeti mwaka 2025/2026 kupitia World Bank kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kituo hicho cha afya kinajengwa pale Mchomoro. Asante.